Sijui unakataaje au unachomwaje. Ngoja shekhe nisaidie mtazame baba. Umemona? Sasa sema. Shekhe kasha kugongea anakutazama ba. Jamaa, bas tutatoa introduction bada. Sheikh Walid, zungumza kwa babako. Bismillahi rahmani rrahim, alhamdulilahi ala kulli nema wassalatu wassalam bila nkitai ala nabiyil huda wa rahma sayyidina wa habibina shafina mustafana

Kwa kweli kwa namna tulivyokuwa tumeongea na shekeruhuchu ilikuwa hasa anaistahiki kusema, ni mzee wetu Sheke Haruna Kichwa Buta, kwa sababu nyingi tu, utu uzima wake, uzoefu wake, ilmu yake, kutujua kwake, lakini pia hata ule ugeni wake, siku zote kama wanavyosema wakubwa alisikika mtu mmoja akisema, inni ara kulla jadidin ladhidhan ghaira anni ara almauta ghaira ladhidhin. Mm. Mimi anasema mimi huona kila kipya ni kitamu, na ndio maana mtu kila siku hutafuta vitamu vitamu. Stiri maungo, lakini tumependwa tumepen, tumeumbwa kupenda vipya vipya kila siku, lakini pia isitoshe mimi hapa ni nyumbani, ni mtoto wa nyumba hii kama anavyosema Sheikh Abasi. Na siku zote sisi tuna tu, watu wenyeji wenyeji huwa hatueleweki kwa sababu tumezoeleka. lakad madahtukum bi madihin law madahtu bihi bahra al-ijazi la aghnatni jawahiru wala aiba li ghaira anni min biladikumu wa zamirul hayy lamtutureu mazamiro. Mmoja alisikika akisema hivyo. Siku zote mpiga zumari wa mtaani halinogeshi zumari lake, kwa sababu sauti yake ni hiyo hiyo, kama ijazi ijazi tu kila siku. Lakini ndio yashatokea haya. Sasa, kwa kutekeleza amri hii ya mashehe wangu wa mikoa, mimi niseme neno moja tu, tuyapokeeni mambo haya na tuendelee kuyasisitiza na tuyaendelee kuya kuyahimiza na kuyabakisha katika jamii zetu, kwa sababu ndiyo mambo yanayobakisha umoja, udugu, upendo na ihsani. Leo vita kubwa tuliokuwa nayo ni kuyaondosha mambo haya. Siri yake ni nini? Ni kwa sababu tu huku ndiyo kwenye tasawuf, na tasawuf ndiyo tabia